Ya polisi iko hapo mbele, bado mnyama um, anataka kuingia ndani, lakini getini, geti halijafunguliwa na polisi wakiwa wanaendelea wa kuwatuliza makomando wa pande zote mbili. Wapo makomando wa Simba, makomando wa Yanga, wengine wanasema hakuna timu inayoingia, wengine wanataka timu iingie nje ya uwanja mambo ndo kama hivi, wanasema ee, ndio utamu wa dabi ya kali ya ko, kila mmoja anatetea maslahi yake ee, kuona yanaenda vizuri. Toka zamani tumekuwa tukisimuliwa na kuona watu huko pembeni wapo wakiwa wanaendelea kuangalia na kushuhudia kile ambacho kinaendelea hapa usiku huu moja tuone itakuwaje.